Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Tunayo ziara ya siku mbili ndani ya mkoa wetu wa Kagera tarehe 18 na 19 tunatembelewa na katibu wa NEC Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa, comrade Amos Gabriel Makala atakuja kwenye mkoa wetu wa Kagera tarehe kumi na nane na atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara kwenye shule ya msingi Kashai, manispaa ya Bukoba, na kesho yake tarehe kumi na tisa atakuwa na mkutano mkubwa wa hadhara kwenye wilaya ya Muleba, uwanja wa Fatuma. Kwa hiyo ni rai yangu na niwaalike niombe kuwaalika wanachama wapenzi na wananchi wote kwa ujumla, tuje kumsikiliza katibu wa NEC, Itikadi, Uenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa, comrade Amos Gabriel Makala, anayo ya kutueleza kama Kagera, lakini kama nchi, na atatumia mikutano hiyo kuzungumza na wananchi wa mkoa wa Kagera kwa kupitia wilaya za Bukoba na Muleba. Kwa hiyo niwaombe tuhudhurie kwa wingi ili tuweze kusikiliza kile alichoandaa kuja kuzungumza na Wanakagera, na kwa kuwa yeye ndiye msemaji wa chama na atakachokisema basi ndicho itakayokuwa kauli rasmi ya chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kama Kagera, kama ilivyo ada yetu tujitokeze kwa wingi tarehe 18, kuanzia saa sita, atashuka kwenye ndege anaelekea kwenye viwanja vya shule ya msingi Kashai. Kwa hiyo ni muhimu sana tukahudhuria kwa ajili ya kuja kumsikia katibu wa NEC, Itikadi, Wenezi na Mafunzo wa Chama cha Mapinduzi Taifa, lakini vile vile tarehe 19, na tusikose pale kwenye viwanja vya Fatuma kwa maana wilaya ya Muleba kwenye eneo la Muleba mjini, ambapo atazungumza na wana Muleba, lakini na wana Kagera kwa ujumla, viongozi, wanachama, wapenzi na wakereketwa, na wananchi kwa ujumla, juu e, ya mambo yanayoendelea kwenye taifa letu, lakini na kwenye mkoa wetu yatakayohusu utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi,